Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu kifo chake, hifadhi ya taifa ya Nyerere imeandaa mashindano ya soka yanayojulikana kama Nyerere Super Cup yenye lengo ya kuendeleza amani, umoja na mshikamano wa taifa aliyouasisi, hasa katika kipindi hichi ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Naitwa kamishna msaidizi wa uhifadhi Efraim Mwangomo, mkuu wa hifadhi ya taifa Nyerere. Mashindano haya Nyerere Super Cup ni mashindano maalum ya Bonanza kwa ajili ya kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mashindano haya yanafanyika katika fainali hizi, katika ndani ya hifadhi uh, ya taifa Nyerere ni mahususi kwa ajili ya kuviunganisha uh, jamii zinazozunguka hifadhi yetu ya taifa ya Nyerere. Mashindano haya kwa mwaka huu yamehusisha timu kutoka katika wilaya za Morogoro vijijini pamoja na wilaya ya Rufiji. Mashindano haya yana umuhimu kubwa kabisa kwa eh, kwa hifadhi hii kwa sababu e, jamii zinazozunguka katika hifadhi hii ni wanufaika namba moja wa hifadhi zetu. Wao ndio wanaolinda hifadhi hii na ndio wanaohakikisha wanyama wetu wako salama, na tunatumia mashindano haya kuwaelimisha wanajamii umuhimu wa uhifadhi, kwa sababu e, uhifadhi ndio umesababisha hifadhi hii iwepo, na kama, kama baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alisema tutahifadhi mali asili za taifa hili kwa kufa na kupona ili viumbe hai hao maliasili hao waweze kubaki na kuonwa na watoto wa watoto wetu. O, Mwalimu Nyerere ndio mwasisi wa uhifadhi, lakini nchi yetu ina bahati sana kwa sababu rais e, wetu wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan yeye amekuwa pia muhifadhi wa